Zamani ili kuhakikisha mambo yanaenda, kulikuwa kuna mfumo wa utawala na utawala wenyewe ndio huo hapo. Wewe hata kuongea, fanya kazi. Bas. <gibu> <gibu> Utawala hakutosha kuhakikisha kazi na zinapungua. Hii ikapelekea kuanzishwa kwa kwa mfumo mpya wa usimamizi ili kusimamia katika nyanja mbalimbali kama fedha na rasilimali Mfumo usimamizi haukuzingatia hisia za watu, hivyo ili wacho watu wengi katika majeraha ya kihisia, na hii ikapelekea kuanzishwa kwa mfumo mpya unaoitwa uongozi, kwa kutambua faida na hasara za mifumo mbalimbali mbali. Global Leadership Summit imekuandalia wewe kama mwanachuo. Semina inahusu masuala mazima ya uongozi. Karibu ujiunge nasi. Hii itafanyika tarehe 11 mwezi wa kwanza katika chuo cha Arusha Technical. We say Global Leadership Summit, Design your future. Je, unatafuta chuo kwa ajili ya kozi ya uandishi wa habari na uongozi? Chuo cha Habari Maalum kinakutangazia. Ewe mzazi, mlete mwanao katika chuo chenye mazingira mazuri ya kujisomea. Kozi zitolewazo ni kozi ya uandishi wa habari na uongozi kwa ngazi ya sertifiketi na diploma. Chuo kipo Ngaramtoni, jijini Arusha. Unaweza wasiliana nasi kupitia nambari ya simu ya 07449040 arobaini au Facebook na Instagram ati Habari Maalum College, Habari Maalum College, excellence in competence and practice. Nyote mnakaribishwa. Karibu katika kipindi chetu cha leo cha haki yako, na leo kwenye kipindi chetu tunakwenda kuzungumzia maswala ya haki ya kisheria, mwananchi kujua haki zake kisheria, na mada yetu faida gani ya mwananchi kujua haki yake kisheria. Na sitakuwa mwenyewe, nitakuwa pamoja na Guidi, na pia tutakupona mada isemayo kwamba kuna faida gani kwa mwananchi mwananchi kujua haki zake za kisheria. Mariel, kwanza kwa kukuuliza, wewe unajua haki zako za kisheria? A, kwa uchache sio sana. A, lakini najua haki zangu baadhi na ndio maana kunakuwa kuna changamoto kwamba wananchi wengi mm -hmm. hawajui haki zao za kisheria. Binafsi najua baadhi kwamba nikifanya nini natakiwa nifanye nini mm -hmm. na pia kwa muda gani. Kwa hiyo mimi kujua haki zangu ndio ambazo zitanisaidia hata pale nitakapoingia matatani. Oh. Zipi kwako, uh, mi haki zangu nachoje kuzijua, kwa sababu hizo mi ndo zanifanya niishi. Unajua, kwa mwananchi wa sasa hivi, kama ujui haki zako za kisheria kweli, una-naweza una tukasema huna msaada ya kwa sababu, kwanza faida ya mwananchi kujua haki mm -hmm. haki yake kisheria ni kwamba wewe mwananchi unapotakiwa unapopata kuwa kwenye shida mm. ukishafahamu kwamba haki zako kisheria ni zipi kwanza unaepuka unyanyasaji yeah. na pia unajua kwamba ukiwa unahitaji kudai haki zako, unatakiwa ufate taratibu gani? Sa yes. Okay, sasa hapo, wewe unahisi kuna kuna faida gani kwa mwananchi kujua haki zake za kisheria? Faida ndo kama hiyo mimi niliyosema kwamba lazima kwa mwananchi ye mwenyewe akishajua haki yake moja ataepuka unyanyasaji kwa sababu unyanyasaji ni kitu ambacho sasa hivi kimeshamiri, lakini ukishajua haki zako kuna uwezekano yeah, mkubwa wa wewe mwenyewe kujua kwamba unafanya nini kudai zile haki zako pale ambapo zimekiukwa. Nakumbuka Saka, nakumbuka bana, wakati nadhani darasa la tano hivi hiyo scenario kuna familia moja tumepangisha kipindi hiyo. Kuna scenario moja kwamba hiyo familia, baada ya baba yao kufariki, watoto sasa wanaliko bakia mtu watoto na wazazi, si ndio? na mama yani. Sasa pale kupu, kuna mvutano kidogo wa mali, sasa ndo sasa hivi sasa nakuja kupata picha kwamba kuna mawili walishindwa kujua haki zao za kisheria namna gani, na kufuata hizo kujua sheria yani, haki zao za kisheria kupata zile mali ama walikuwa wanaenda kiholela, lakini nahisi sikujua kama haki yao nani, kesi yao iliendaje, lakini kama wali- waliishia wali juu juu. Ingekuwa ni vizuri zaidi kama wangeenda wange kwa haki zao za kisheria Yeah. Okay. Na pia uh, mpenzi mtazamaji wetu wa chaneli yetu ya HMC TV mm -hmm. Um, tumepata wasaa wa kuongea na wakili wakili wa kujitegemea, wakili Julius John Lukumai tukamsikilize akiwa anaelezea ni faida gani za mwananchi za kujua haki zake kisheria. Tunaenda. E, kwa majina anaitwa Julius John Lukumai ni wakili wa kujitegemea na kazi zetu, tunafanya kazi za kisheria kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kwenye masuala mbalimbali ya kisheria. Aha. Sasa maana ya haki za kisheria Uh, cha kwanza kabisa kwanza ni kufahamu nini, ni kufahamu maana ya sheria nini maana ya sheria, na kwamba sheria ni mfumo wa kanuni ambazo huwekwa na Bunge ama na taasisi yoyote ambayo ime, ime, imeelezwa kwa mujibu wa sheria, na kwa hiyo kwa sababu hiyo haki, haki za kisheria ni zile haki ambazo zimewekwa na sheria, kwamba zinaeleza ni namna gani anaweza mtu ambaye anakuwa amekosa ame, ame haki fulani kwa mujibu wa sheria, ni namna gani anaweza akazipata hizo sheria kwenye sheria. Kwa hiyo haki za sheria za kisheria ni zile haki ambazo zimeelezwa na sheria. Kwa mfano katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaelezea kuhusu haki ya kuishi. Sasa katiba imeshaeleza hiyo haki ya kuishi, na kwa mujibu wa hiyo katiba, ndio maana sasa unaona kwamba haki ya kuishi inalindwa kama ambavyo katiba imeweza kueleza aa. Ni muhimu kwa wananchi kujua haki zao za kisheria, kwa sababu kwanza, wataweza kufahamu mfumo wa kuzipata hizo haki, kama ambavyo nimeeleza kwamba haki za kisheria ni zile ni zile haki zilizoelezwa kisheria. Sasa kama mwananchi hawezi kufahamu hizo haki zinapatikanaje kwenye sheria, maana yake hakuna namna anaweza akazipata hizo sheria. Kwa hiyo Uh, ni muhimu wao kufahamu hizo sheria, kwa sababu watakapozifahamu hizo haki za kisheria, wataelewa ni wapi pa kupata hizo sheria na utaratibu gani wataufuata ili waweze kupata hizo sheria. Uh, sheria imeweka utaratibu wa mtu kuweza kupata haki zake za kisheria pale inapokiukwa. Kwanza hapa tuelewe kwamba tuna sheria za aina mbalimbali mbali. kuna kitu tunaita kuna sheria za jumla kwa maana ya public law lakini pia tuna sheria za binafsi kwa maana ya private law. Sasa public law ama sheria za jumla ni zile sheria ambazo zinajenga uhusiano kati ya watu pamoja na serikali, na sheria zile ambazo ni za mtu binafsi ama private law ni zile sheria ambazo zinajenga uhusiano kati ya mtu na mtu. Kwa mfano tukiwa na mgogoro wa ndoa huo ni mgogoro wa mtu na mtu. Tukiwa na mgogoro wa ardhi, kiwanja, mtu anachukua kiwanja cha mtu mwingine kinyume na utaratibu, huo ni mgogoro wa mtu na mtu. Kwa mujibu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu hiyo tutatumia sheria ya private law, lakini public law ni zile ambazo sisi tunazitumia serikali inatumia kujenga uhusiano kati ya watu na watu wake, kwa mfano kesi za jinai ehe kesi za madhara zinapo, zinapo, zinazo, zinapo okay, mwenen, mwenen, mwenendo wa kesi za jinai mtu amemuua mwenzake, mtu amefanya kitu ambacho ni kinyume na utaratibu kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo eh, kwa, kwa, kwa sababu hiyo tunaeleza kwamba wananchi wakifahamu umuhimu wa hizo sheria, kwamba nikiwa na mgogoro wa, wa ndoa naenda wapi, nikiwa nimepigwa na mwenzangu ama nimeibiwa ninaenda wapi, itawasaidia wao kupata haki zao za msingi, kama ambavyo imeelezwa kisheria. Ah, kufahamu sheria kuna faida nyingi sana. Kwanza cha kwanza kabisa tufahamu kwamba taifa lolote ama jamii yoyote inayoongozwa kwa, kwa sheria eh, watu wake wanakuwa wanaishi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo cha kwanza, faida ya kwanza kabisa ni kitu tunachoita kisheria, watu wanakuwa wanafuata eh, rule of law, wanafuata sheria na wanaishi kwa mujibu wa sheria. So faida ya kwanza, watu wataishi kwa mujibu wa sheria, na ndio maana kuna usemi unasemwa sana na polisi wakiwa wana, wana, wanatoa elimu kwa jamii, fuata sheria bila shuruti. Maana yake ni kwamba uh, unapokuwa umefahamu sheria unakuwa na uh, uhakika wa kuishi kwa mujibu wa sheria na kutokuvunja sheria za nchi. Lakini faida nyingine kubwa kuliko zote, tunapokuwa na, na uelewa wa kisheria, wananchi wanapofahamu uelewa wa kisheria maana yake nchi inakuwa inaendelea kiuchumi, kwa sababu tunafuata sheria. Nchi inakuwa inaendelea kisiasa, lakini pia nchi inaendelea kijamii. Kwa hiyo kama ikitokea jamii kafahamu namna ambavyo wanaweza kadai haki zao kwa mujibu wa sheria, taifa lazima litaendelea kwa sababu tutakuwa na taifa bora kabisa linaloheshimu sheria na kwa sababu linaheshimu sheria, watu watafanya kazi kwa bidii kwa mujibu wa sheria, watu wataendelea, siasa zitafanywa vizuri kwa mujibu wa sheria, na amani itakuwepo kwenye taifa la Tanzania. Aha. A, kwanza changamoto zipo kama ambavyo tumesema awali na swali uliniuliza kwamba eh, wa, wafanyeje kwa, cha kwanza kabisa ni watu kupata elimu. Watu hawana elimu, uelewa kama ambavyo nimesema, hiyo ni changamoto kwa sababu mtu imetokea mgogoro wa ndoa, badala aende kwenye mabaraza ya kata pamoja na mahakama ili aweze kupata hiyo haki anakimbilia, anakimbilia labda sehemu za kisiasa ama wanasiasa. Sasa hatusemi kwamba wasiende kwa wanasiasa kwa sababu wale pia ni viongozi wetu, lakini sasa sheria imeeleza kwamba ikitokea mna mgogoro wa ndoa, kuna utaratibu wa kufuatwa kwa hiyo changamoto mojawapo kubwa ambayo tunayo sisi kama wananchi wanayo, tuseme ni elimu. Wana changamoto ya kutofahamu utaratibu wa wao kuweza kupata ile ile haki yao kwa mujibu wa sheria, lakini changamoto nyingine sasa ni eh, ni, ni tuseme ni rasilimali watu, kwa maana ya kwamba swala la sheria eh, Tanzania ni kubwa sana, tuna mikoa mingi sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufika kwenye kila kijiji kila kitongoji na kuweza kutoa elimu ya kisheria inakuwa ni changamoto kidogo ndio maana unaona sasa e, mwaka 2024 kama sikosei rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alizindua kitu kinachoitwa Mama Samia Legal Aid Campaign sasa Mama Samia Legal Aid Campaign ni campaign ya kutoa elimu kwa jamii hasa kwa kuzingatia kwamba serikali imegundua kwamba kumbe kuna jamii nyingi ambazo hazina elimu ya kisheria. Kwa hiyo ile Legal Aid campaign ya Mama Samia inasaidia kuona namna ya kutatua ile changamoto ya uelewa ambao watu wanayo, kama ambavyo nimekuambia kwamba changamoto kubwa ni elimu juu ya sheria. Kwa hiyo kama watu wakiendelea kufanya vile ambavyo rais anafanya na mashirika mengine yanavyofanya kama haki za binadamu, Watanzania wengi kwa ujumla, labda kwa miaka mitano sita mpaka kumi wanaweza wakawa kwa asilimia kubwa wamepata uelewa wa sheria. Kwa hiyo changamoto kubwa ni elimu na hiyo elimu e, ina na serikali kwa sasa kwa kweli inajitahidi kuwekeza kuhakikisha kwamba wananchi wanafikiwa kwa namna hiyo. Kwanza kabisa ni kwamba uh, wakili ama mwanasheria uh, kazi yake ya kutoa elimu kwa jamii ni ya yani kila siku, yaani kila akiamka, akitembea, akilala, kazi yake ni kutoa elimu kwa jamii kama ambavyo eh, ni mwanasheria. kwa hiyo tuna jukumu kubwa sisi kama mawakili na hasa kwa kuzingatia kwamba uh, jukumu letu ni ku, ni, ku, kutetea haki za watu. Tuna haki, tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa jamii zinazo zinazohusika na hasa kwa kufanya uwakilishi mahakamani, kutoa ushauri wa kisheria. Sasa kuna tafsiri moja inatokea kwamba mtu anasema ukienda wakili, kwa wakili lazima utalipa pesa eh, wanapata hiyo changamoto. Lakini ukweli ni kwamba wakili, wakati mwingine, kwa sababu naye ni binadamu na ni mwanajamii Eh, ya wale watu wenye matatizo, wakati mwingine anaweza katoa elimu bila pesa bila chochote. Kwa hiyo sisi tuna jukumu la kutoa elimu na kuungana na ile kampeni ya Mama Samia Legal Aid campaign kuhakikisha kwamba jamii inaendelea kuelimika ili tuweze kupata taifa bora kama ambavyo lime limekuelekeza hapo awali kwamba tutapata taifa bora kiuchumi, kisiasa, lakini pia na kijamii. Kwa hiyo sisi tunatoa rai kwa wananchi kwamba unapopata changamoto, jaribu kupata ushauri wa kisheria, nenda kwa ofisi ya mawakili wa aina yoyote wale Sio kwamba kila ofisi ya uwakili ukienda utaambiwa utoe pesa. Wengine hawana uwezo wa kutoa pesa, lakini ukipata ushauri wa wapi pa kuelekea, ni rahisi wewe kupata ile haki bila kuipoteza. Kwa hiyo sisi kama mawakili, hilo ndio jukumu letu kubwa kwa jamii, kutoa elimu ya kila siku kama ambavyo tumeelekezwa na sheria. Asante sana. Ujumbe mimi ambao nautoa kwa wananchi ni kwamba uh, tutumie fursa vizuri, hasa fursa ya Legal Aid Campaign ya Mama Samia Suluhu Hassan. Tutumie fursa vizuri ya namna hiyo. Kwa mfano sasa hivi wame, wameanzisha mobile court, mahakama zinazotembea. Yaani sasa hivi kwa namna ambavyo mahakama zenyewe zimekuwa ni wadau wakubwa wa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki zao kwa wakati, wameanzisha mpaka mobile court. Mtu ana gari linatembea, watu wanapeleka matatizo yao, wanasikilizwa na wakati mwingine maamuzi yanatolewa pale pale, pale lengo hasa ni kuhakikisha kwamba zile haki zinapatikana kwa wakati. Lakini sasa, suluhisho lingine pamoja na mahakama kufanya hivyo ni watu kuhudhuria kwenye mikutano mbalimbali mbali ya hadhara inapoitishwa kwa ajili ya kutoa elimu ya sheria. Kwa mfano, kama tumesema mama, eh, sami, mama eh, Samia Suluhu Hassan Legal Aid Campaign, kama ambavyo tumeeleza kwamba eh, wako watu wanazunguka mikoani eh, wilayani, levo ya kata, levo ya kijiji, kazi yao ni kutoa hiyo elimu. Sasa wanapotoa ile elimu eh, ni muhimu wao wananchi wakahakikisha kwamba wanahudhuria bila, kwa, bila, bila kupoteza wakati, kwa sababu kupitia zile elimu migogoro mbalimbali inatatulika, mbali na wao wanaweza kufahamu kwamba ni namna gani wanaweza wakazipata hizo haki zake. Okay, na huyo alikuwa ni mwanasheria ameelezea kabisa vizuri ni namna gani mwananchi anaweza akapata haki zake za kisheria na ameelezea kabisa kwamba ametoa ushauri kwamba wananchi wasiogope kufata wanasheria na kupata kupata kujua haki zao za, za, za kimsingi kabisa za kisheria na ameelezea kuhusu ishu ya Mama Samia ile pale kwamba itakuwa pia ni msaada sana kwa wananchi kujua haki zao za kisheria ndio, yeah. kwa sababu ni moja ya kampeni ambazo zina Mdia zinafanya vizuri katika kutoa elimu kwa wananchi, hivyo wananchi wajitokeze wa ikitokea, kwa sababu tumesikia maswala mazima ya mobile mm-hmm. mobile maswala ya sheria ambayo sheria ambayo inatembea, kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye gari husika yeah. alafu ukapatiwa msaada wa kisheria. Tukiwa tunatamatisha kipindi chetu cha leo, shukrani nyingi zi ziende kwako wewe mtazamaji wetu mm -hmm. ambaye umeungana na sisi kuanzia mwanzo hadi sasa tunapotamatisha kipindi chetu mm -hmm. na pia tungependa kumshukuru wakili Julius John Lukumai kwa elimu nzuri aliyotupatia, kwa sababu somo la leo ni la muhimu sana ili kwa kila mmoja wetu. Mpaka kipindi kijacho, mimi ni Mariam Haji, nilikuwa pamoja na Nasibu. Kwaherini.